Hivi unafahamu kwanini biashara nyingi za vijana wanazozianzisha zinafilisika ndani ya miezi sita? Sio kwa sababu hawana mtaji, ila kuna tatizo la msingi kuwa wanaanzisha biashara kwa mifumo ya kizamani iliyopitwa na wakati. Kosa kubwa namba moja, watu wanawaza kukodi fremu kabla hawajapata mteja hata mmoja. Sasa leo nataka nikufundishe jinsi ya kugeuza elfu hamsini kuwa kiwanda chako cha pesa bila kulipa kodi ya nyumba au umeme na pia bila kuwa na wafanyakazi. Kosa kubwa wanalofanya ni kuwa anapotaka mtu kuanzisha biashara anafikiria kutafuta fremu ya kufanyia biashara. Sasa hizi fremu inabidi uwe na kodi ya pango na hii ni gharama kubwa. Sasa hiyo sio la, sio lazima. Sasa mimi nitakueleza jinsi ya kuepukana na haya mambo ya kufikiria kuwa na fremu ya duka. Sasa mimi nitakueleza au nitakufundisha jinsi ya kutumia elfu hamsini kuanzisha biashara bila ya kuwa na fremu ya duka. Kwa hiyo kaa nami mpaka mwisho wa kipindi, nitakueleza kitu gani cha kufanya. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, karibu tuendelee na kipindi chetu kuanzisha biashara. Sasa kuna siri tatu ambazo nitakueleza na kama ukizifuata hizo utafanikiwa kuanzisha biashara na mtaji wa elfu hamsini tu, bila kuwaza mambo ya kutafuta fremu na vitu kama hivyo. Sasa hizo siri tatu ni zipi? Sasa siri ya kwanza, kama una shilingi elfu hamsini, anza biashara ya matunda yaliyokatwa. Sasa hii ikoje? Sasa, uuzaji wa matunda yaliyokatwa au wa, wengine wanasema fruit salad. Siri iliyoko hapa ni kuwa usiuze bidhaa, ila uza urahisi, au kwa Kiingereza wanasema convenience. Sasa ni hivi, ukichukua elfu hamsini yako ukaenda sokoni kununua matikiti mat, matikiti matano na kuyauza kama yalivyo utapata faida ndogo sana na utahangaika kubeba mizigo. Lakini mjasiriamali mjanja wa mwaka 2025 anafanya mambo yafuatayo. Kwanza, ananunua matunda mchanganyiko kwa shilingi kama elfu 30 hivi. Pili, ananunua vifungashio safi vile vikombe vya plastiki pamoja na uma kwa shilingi kama elfu 10 hivi na tatu anachakata na kutengeneza hiki kinaitwa fruit salad. Sasa tikiti moja la shilingi elfu tano unaweza kutoa vikombe kumi vya shilingi elfu moja hiyo ni sawasawa na shilingi elfu kumi papo hapo hii ndiyo siri watu hawanunui tikiti kwa sababu hawataki kumenya wananunua urahisi kwa mtaji wa shilingi elfu hamsini hii biashara inakupa mzunguko wa pesa kila siku, kwa hiyo ni biashara nzuri. Siri ya pili ni kutumia nguvu ya vifungashio. Sasa hii ikoje? Sasa hii biashara inahusisha viungo, au kwa Kiingereza ni spices, au bisi, yani popcorn. Sasa hapa siri iko wapi? Siri ni kitu wanachofanya kinaitwa micro packaging, yaani unafunga vipakti vidogo vidogo. Watu wengi wanalalamika kuwa vyuma vimekaza, sasa kwa hiyo hawanunui vitu kwa wingi. Hapa ndipo fursa yako, fursa yako ilipo. Nenda sokoni nunua iliki amdarasini au pilipili manga. Kwa ujumla kilo moja inaweza kuwa kama shilingi elfu thelathini mpaka elfu arobaini. Siri ya mafanikio hapa ni kwenye vifungashio. Usitumie mifuko ya rambo, tumia vifungashio vidogo vya kisasa, alafu weka lebo yako hata kama umeiprinti kwa kompyuta ya kawaida sasa ukipima pakiti ya shilingi mia tano au elfu moja ile kilo moja inakupa faida mara mbili ya bei ulionunulia unauza kwa majirani madukani na hata ofisini kwa watu wanaopenda chai ya viungo sasa mtaji wako wa shilingi elfu hamsini unarudi na faida juu ndani ya wiki moja tu Siri ya tatu na ya mwisho ni ofisi inayotembea eh, ofisi inayotembea ni mambo gani haya? Hebu nisikilize. Hii biashara inahusisha vifaa vidogo vya simu, kwa Kiingereza wanasema accessories. Sasa siri hapa iliyoko ni kitu anaita mobility, yaani usiweke mizizi, yaani usikae mahali pamoja. Inatakiwa wewe ndio utoke na kufuata wateja. Sasa usisubiri wateja waje kwako, wewe nenda mahali walipo. Kwa mtaji wa shilingi elfu hamsini unaweza kufuata mizigo Kariakoo, kama vile ya screen protectors na hata cables. Vitu hivi haviozi na haviharibiki na kila mtu mwenye smartphone anavihitaji. Sasa mkakati ni kwenda maeneo yenye mkusanyiko, kwa mfano vioni stendi ya mabasi au maeneo ya ujenzi. Watu wengi wana simu mbovu au cables mbovu, lakini hawana muda wa kwenda dukani. Wewe ndiye unayepeleka duka mikononi mwao. Kumbuka, kwenye biashara hii mtaji wako ni miguu yako na ulimi wako. Hapo utafanya biashara nzuri. Sasa kabla sijamaliza kipindi, ninahitimisha pamoja na wito ninaotaka kukupa ili uweze kufahamu kitu gani nataka ufanya. Sasa, ndugu yangu, elfu hamsini inaonekana ni ndogo ukiitumia kununua chakula, lakini ni kubwa sana ukiitumia kama mbegu. Usidharau kuanza kidogo. Matajiri wote unaowaona walianza na wazo na sio mamilioni ya pesa. Kama umependa mambo nilioongelea yaani kuhusu hizo siri tatu na unataka kujua jinsi ya kutunza faida utakayoipata ili isipotee, basi niandikie na kuniambia kati ya hizo siri tatu ipi imekugusa sana na ipi labda ina changamoto, alafu mimi nitakueleza kwa undani ili na wewe uweze kufanikiwa pia, na kuomba usubscribe kwa kubonyeza hicho kibatani kilichoandikwa subscription au subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa unaviona vipindi vyetu kila siku vinapotoka hewani na utakuwa unapata habari kuhusu kipindi kinachohusika katika hiyo siku ni kipindi gani, kwa sababu usipofanya hivyo, utakuwa unaviona vipindi vyetu. Na itakuwa tu ni kama unasitukiza. Kwa hiyo bonyeza hicho kitufe cha subscription ili uweze kuona vipindi vyetu tunavyovitoa kila siku. Sasa kabla hatujamaliza kipindi, kama kuna kati ya hizo siri tatu nilizo kueleza kuna moja imekuvutia au kuna mmoja na changamoto, basi niandikie hapo chini na mimi nitakusaidia kadri ninavyoweza kwa sababu Niko hapa kuwasaidia watu wanaotaka kujiendeleza kwenye mambo ya ujasiriamali. Naona tuishie hapo, mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena kwenye vipindi vyetu vijavyo. Kuanzisha biashara